Uh, mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine imebadilisha mtazamo kwa sababu kwanza, imekuwa ni rahisi kupata taarifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tofauti na kipindi cha nyuma, wakati unakuta mtu hana pengine simu au hana vitu ambavyo vinaweza vikamwezesha kupata mtandao, kwa unakuta kupata taarifa anapata kwa ugumu. Lakini kwa sasa hivi in case kuna ratiba yoyote kuhusiana na masuala yoyote ya kijamii ambayo yanakuwa yanaendelea inakuwa ni rahisi kuyapata kwa njia ya mtandao. <laughs> Ya yeah, imechangia kwa kunipa hamasa. Imenipa hamasa kwa namna moja ama nyingine. Yeah. Pia imenipa nafasi ya kujua yupi ni mpe yupi ni simpe. Imekuwa ni rahisi kutambua kwa upande wangu. Kimfano, kuna viongozi wengi tu ambao wamepita wamefanya vizuri na tunakuwa tunawafuatilia tuna, tuna, tuna kupitia mitandao ya kijamii kwamba mtu fulani kafanya kitu fulani na hadi kafikia stage si fulani, katusaidiaje sisi kijamii? Umeona, na yupo, yupo chama gani? Kwa hali hiyo, hapo inatufanya sisi ambao ni vijana ambao chipukizi tunakuja tunapenda chama fulani kupitia yale mazuri aliyoyafanya yeye, umeona, kwa kumfuatilia kim, kimtandao, kimfano Instagram, Facebook, TikTok, kulingana na yale mazuri anayotufanyia sisi Instagram ambayo imenipa ugo mkubwa kwa kujielewa na kujitambua kwamba kura yangu ni ya thamani sana katika kipindi hiki tunavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba. Mtandao wa kijamii huwezi kubadilisha kula yangu. Mtandao wa kijamii la, utanijenga kwa kufikiria kula yangu iende kwa nani, kwa sababu ya hoja ambazo anazoweza kuzijenga. Mitandao ya kijamii inachangia sana kutoa elimu kwa wananchi, ukizingatia sasa hivi mpaka vijijini watu wana simu hizi za smart, kwa hiyo wanaangalia kila kitu kinavyoenda, wanajifunza mambo mbalimbali mbali. kwa hiyo bila mitandao ya kijamii watu hawezi kupata elimu kubwa, lakini upana wa mambo mengi tunaupata kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia imebadilisha maamuzi ya watu wengi, kwa sababu imetoa mambo mengi, watu wameelimika, wamejifunza vitu vingi. Mfano, leo watu wanahama vyama mbalimbali, wanahama Chadema, wanahama CCM, wanahama ACT wanahama ADC, cha hii demokrasia makini, wanahama vyama vingi. Wamejifunza kutokana na mitandao ya kijamii wameangalia, wamejifunza, wameelimika, ndio maana wanahama. Miaka ya nyuma vijana walikuwa wanafikiri siasa ni mambo ya wazee, lakini baada ya kuwaelimisha kwa muda mrefu na kuwaambia kwamba sukari tunayonunua, barabara zinazojengwa, shule tunazosoma, usafi tunazotumia, hiyo ni siasa, inaamua sasa, na wao wakaja, wakajua kabisa kwamba wana haki na wajibu wa kuwepo kwenye masuala mazima ya siasa. Tunawapataje vijana? Kupitia platformu hiyo ya mitandao ya kijamii ndio tunakowapata vijana wengi.